Timu ya TASAC imetoa kauli hiyo katika maonesho ya usalama wa afya mahali pa kazi kwenye viwanja vya Mandewa, ikiwa ni sehemu ya kuelekea kilele cha sherehe ya Mei Mosi kitaifa zitakazofanyika hapa mkoani Singida. Ni vizuri sana kwenye vyombo kuhakikisha kwamba vyombo vyao vipo usalama na vimethibitishwa kuweza kusafiri. Wafanyakazi wanaofanya kuendesha vile vyombo pia na wenyewe wamethibitishwa na kufanya hiyo kazi. Kupitia hayo tunahakika <tutu> usafirishaji wa TASAC kutoka makao makuu jijini Dar es Salaam, Selina Mokili, ameeleza kwa kina namna taasisi hiyo inavyotekeleza majukumu yake ya kuhakikisha usalama majini unazingatiwa nchini. Kuwa tunapita sehemu za bandari, bandari kavu, lakini pia tunakagua vifaa kama meli. Katika kufanya shughuli hizo tunampatia mambo ya afya na usalama. K kwa, kwa ufupi sana TASAKI inahakikisha kwamba mazingira ya kazi yote ni afya na salama kwa wafanyakazi kazi pamoja na watu wote ambao wanakuja katika mazingira yetu ya kazi. Wananchi waliotembelea banda la TASAKI wameonyesha kufurahishwa na elimu waliyoipata, wakisema itawasaidia kuwa mabalozi wa usalama katika jamii zao. Elimu nzuri ambayo imetusaidia na sisi, hata tunapopanda kwenye vyombo vya usafiri wa majini, kwajulisha hawa wamiliki wa hivyo vyombo, wao wanakuwa na vifaa ambavyo vinaweza kutusaidia, ili linapotokea tatizo viweze kutusaidia kutuokoa. Tuna elimu jinsi ya kujiokoa ukiwa kwenye maji na reflector ambayo unavaa ukiwa kwenye maji inakukinga, inakusaidia wewe, unapokuwa kwenye maji, hata aliyeko mbali anakuona, na hata kama kuna hatari, filimbi pale unapuliza, unapata msaada kwa, kwa urahisi. Maonyesho haya ya OSHA yanashirikisha wadau kutoka sekta mbalimbali ikiwemo mashirika ya umma, binafsi, viwanda, shule pamoja na taasisi zinazojihusisha na masuala ya usalama kazini. Kutokea hapa mkoani Singida, mimi ni Elisante Johny na hii ni Klausi.